Hello, mambo vipi watazamaji wangu wa Chapesa? Leo nipo pande za Buza. Kuna stori nyingi ambazo zinasemekana huku. Nipo na mwanadada hapa, atajitambulisha kwa majina. Habari yako? Salama. naitwa dada nani? Naitwa Veronica John. Veronica John, jamani, na maswali mawili matatu ambayo tumekuja kupata kujua huku mbe... na wapi? ni ni Buza. E, ni Buza ambapo vitu vingi sana vinazungumzwa kutokea huku. Buza inasemekana, bana dada yangu, huku kuna mambo sana ya ajabu, hususan ni... Vigodoro vinini nini, ili ni ukweli? ni ukweli, ukweli kabisa kabisa. Unalifafanulia una vipi ili swala tupate kujua? mm, ili swala vigodoro, yaani swala vigodoro, wale wanaocheza vigodoro godoro anaonekana kama mara mara sana vile, sinajua lakini nao ni kazi, wapo kazini wale. Kumbe ile nayo ni kazi eh, kazi, wanalipwa na wewe. Na unapenda kigodoro? Hapana, mimi binafsi sipendelee vigodoro. Kwa nini upendi vigodoro? Basi tu. Kweli kabisa upendi kigodoro nawe? Upendi, upendi. Unyo vigodoro anacheza wengi wanapenda sana kujifunua funua nguo nini nini? Unajua? Kumbe jamani huku kuna mambo matamu kabisa. Anacheza huko anajifunua nguo. Watoto wanaangalia, ni kwa hiyo inakuwa ipendezi. Kwa mtu anayejiheshimu huwezi kucheza mchezo kama ule. Lakini wenyewe ndio wapo kazini lakini. Kumbe wapo kazini na wanacheza wanavua nguo. Wanavua nguo na wana, wanasasambua. Wanaitwa wanasasambua. <laughs> Wewe unaliona kwa upande wako ile jambo lipo sawa? Hapana, sio so jambo zuri sababu watoto wanakuwa wanaangalia angalia, vile sio vizuri. Kweli kabisa. Una, unasema sio jambo zuri na wewe pia upendi vigodoro. Wewe ni kitu gani ambacho unapenda kukiona katika wale wadada ambao wanafanya vitu hivi wana ambao wanakuwa wanacheza vigodoro eh? Ah, mimi napenda kujua nao wanajihusisha kwenye kazi yani Yani kazi tu tofauti na vigodoro. Ah, okay. Na swali jingine ambalo nataka nikuulize, unafanya kazi gani wewe? Mimi nimefungua grocery. Grocery. uh -huh. Nasemekana pia madada wa grocery na wale hawajatofautiana kitu. Nalizungumzia vipi ile swali? Yeah, ndo inavyosemekana lakini hiyo ni kujiheshimu tu. Ni wengi walikuwa kwenye kazi hiyo, mambo grocery wanachukuliwa nao ni malani, lakini ni kulingana nawe mwenyewe jinsi unavyojiweka unavyojirahisisha nini Ukijiheshimu unaheshimika. Kuna, kuna kitu vijana wengi wanapenda kutumia area kama hii au sehemu kama hizi, wanaita vijana ni swala la dau, sijui unalijua hili swala? Hapana, sijui. Ni swala moja ambalo linasifika sana katika hizi area za kama, hususan na hizi baa nini, kuna wanawake ambao wanajiuza, wanafanya vitu mbalimbali, hususani na wale nao. Unawazungumzia kama ni wafanyabiashara au naweka katika upande gani? wanajiuza sio wanapata hela, wanatafuta riziki nao wale. Kumbe ile nayo ni kazi ambayo ya kutafuta riziki jamani, wanapata wanapata... riziki wanatafuta kula. Sasa na wewe ulishawahi kufanya kazi hiyo? Sijawahi na sitokuja kufanya. Kwa nini unasema wale wanatafuta riziki wakati wewe hutaki kufanya kazi hiyo? Ah, mimi sitaki. <laughs> sitaki kabisa, sipendelee kwanza kujiuza. Sasa kumbe wale wanakuwa wanajiuza kumbe, je na dao sana pewa era hera anajiuza yule ha? Sasa wee unavyohisi, au madada anavyojiuza, wanapewa shilingi ngapi? Au makubaliano, jinsi wanavyokubaliana wenyewe? Naomba ni kupe challenge moja yeah. Akatokea mwanaume sasa hivi, akakupa milioni moja sasa hivi akutumia kimwili, uko tayari? Siko tayari. Kwa nini? Hapana, kwa sababu ni mke wa mtu. Ni mke wa mtu? <laughs> mke wa mtu. Yeah. Siwezi. Una jambo gani la kuwashauri wale madada ambao wanacheza vigodoro na au unaosema wanajiuza? Una jambo gani la kuwashauri, labda wache kucheza vigodoro, wache kujiuza, watafute kazi zinazoweza kazi zinazoweza yani wanaweza zinaweza kuwapa masa, lakini za kujiheshimu. So zile kujiuza nini, vigodoro haifai, lakini hata ile wauze hata vitumbua kaka, wauze hata vitumbua maandazi nini, sio kucheza vigodoro. Lakini mara ya kwanza nakumbuka waliwatetea wanatafuta hela, wale wapo kazini, wanatafuta hela, lakini ile hela bwana wanatafuta ina changamoto. Ndio hivyo, yani kucheza cheza uchi je? Yeah. Yeah, unahisi wewe kama wanawake wenzio wanapitia changamoto gani? Ndio kama vile kujifunua nini, kuonyesha kuonyesha nini? Mbona kama unaficha, unataka tufahamu. <laughs> kuonyesha nini? <Buna> <laughs> <laughs> kuna watoto <laughs> kuna watoto watoto wanaangalia angalia nini, mambo sio mishanga nini nje, wewe, haipendezi. Ukiuza vitumbua, ukikaa hapa, utauza vitumbua vyako, utapata hela yako na ikizi mahitaji, hutaenda kucheza kigodoro. Pa, ni kitu gani ambacho unakipenda? Napenda ajishughulishe, ajishughulishe, mm, afanye kazi za za heshima. Kuna swali ambalo nataka nikuulize. Je, ulishawahi kumlilia mwanaume? Sijawahi naitwa kuja kutokea kumlilia mwanaume haitawai a nimlilie mwanaume sio kweli. kwa nini? Bas, kwa sababu mwenyewe anajiweza. unaongea kwa sababu ya kamera, au unaongea una kutoka? Naongea kutoka moyoni. yule anamlilia mwanaume yule aliyobweteka akakaa, nasubiri kila kitu aletewe ni lakini kwa mimi najiweza mwenyewe, siwezi so kumlilia mwanaume. Mbona wengine wanaela lakini bado wanalia, embu tuweke tuweke wazi, wanakuwa wanapata ni kitu gani ambacho wanakipata? sijui kwa kweli <laughs> sijui mpaka ifikele kumlilia mwanaume. Ah, je wewe mwanaume alishaku kulilia? Sizani hmm, si. Kwa nini uzani? Sijui labda enda kulilia huko pembeni, sio alie nimuone. <laughs> una unazani una ujapendwa au una zani nini labda? Ah, nimependwa, napendwa lakini, tunajua mwanaume anakwambia usifanye mwanamke mpaka ajue kua unampenda sana hey, itakuwa kwaho ndo hivo, aweza mi kwangu hapa asionyeshe kwa lakini huko pembeni ndo eh, mimi mke wangu bwana. Da, wewe una watoto na wangapi? Na mtoto mmoja. Wa kiume wa kike? Wa kike. Unapenda afanye kazi gani? Mimi mimi mwanangu, kwa sababu anafanya kazi za saluni ni makeup. Mwanao anafanya kazi ya saluni? Mm. ni mtoto mkubwa? Mm. Na miaka mingapi? Ana miaka kumi na tisa. kumi na tisa. Yeah. Anaitwa nani? Anaitwa Noela Noira. Yeah. Kumbe una mtoto mkubwa hapo jamani. Kumbe naye ana mtoto mkubwa sana hivi. Yeah. Mtoto. Eh, una unamshauri nini mwanao? Namshauri mwanangu afanye kazi kwa bidii. Mm. Aje anisaidie baadaye. Je, ukimkuta katika kazi hizi ambazo tumezizungumzia utachukua hatua gani kama mzazi? Da, nitajisikia vibaya sana. Sana nitajisikia vibaya sana. Je, utamkataa utachukua hatua gani ili kumsaidia mwanao? Nitamwonya bwana kazi hizo azifai. Akiwa naendelea. Yani, natumaini kimuonya kama ni mtoto msikivu atanisikia na atacha kweli. Unaamini hivyo e? Okay, k, unapenda kitu gani? kama chochote kile kitu ambacho unachokipenda. Napenda kufanya kazi. Ukiachana okay, na kufanya kazi, vitu vingine ambavyo unavipenda? Mbona unacheka? Napenda kufly kama hivi. mm. <laughs> E, kengine Ni kitu gani ambacho upendi kwa mumeo? Uongo. Sipendi ni uongo pe. Upendi uongo? Sipendi sana uongo yani sipendi, nachukia sana uongo. Alishako kudanganya ukagundua? Ndio. Vipi, kitu anaweza kadanganya? Alikudanganya aliku nini? Mumeo anaweza akwambia, bwana nimechelewa, nipo kazini, mechelewa, kumbe ipo kazini, anapiga story, stori ipo kazini. Sasa wewe umepata ushahidi mpaka kusema labda mumeo yupo sehemu anapiga stori, au ni vipi? Anaweza kuongopea bwana nipo kazini, afu baadaye mwenyewe akasema ah, bwana nakutania mimi, kwa sehemu fulani tayari kashaniongopea. why spend, hebu tuma ujumbe mmoja kwa mumeo na no. <laughs> mume wangu usiniongopee, sio uniongopee, wewe unaniambia ukweli. Haya, una una Tukirudi katika ile mada ya kwanza ambayo ulikuwa unaongelea kuhusu kubuza madada kucheza ovyo kujifunua nini na ukasema pia ni ajira, ile watu ambao wamejiajiri wanafanya kazi na wale wadada ambao wanajiuza wanafanya kazi pia, wanapata kipato, ukawashauri pia watafute kazi za kufanya. Je, pia kwa upande wao wewe binafsi unavyoona serikali wafanye nini ili mradi yale masuala yaondoke? serikali ijaribu kuwa mm. Embu ongea kama kiongozi sasa ndo tumekupa cheo cha uongozi si uta <laughs> Siwezi. Kwa nini? <laughs> Oh. <laughs> Siwezi bwana. Hawezi? Embu irudia hiyo sauti <laughs> ambayo siwezi umetoa hapo. mm. Kwa kwanini hawezi? Hebu tupe sababu hata mbili ambazo zina, zinafanya usiwezi. Hmm. Yaani, serikali, iwa iwa iwape hata mkopo tu hata, mkopo ikae iwape mkopo wapate msingi wafanye biashara. Je, ikitokea serikali wewe ndio imekwambia embu ajiri hata madada wawili, utaajiri utawapa masharti gani katika kazi yako? wafanye kazi kwa bidii ili ni walipe mshahara wafanye kazi. Ulishai kuajiri watu katika kampuni yako? E, nishajiri. Kwa ngapi? Kwa wawili. Ulikuwa unalipa shilingi ngapi ngapi? Elfu sabini kwa mwezi. E, e. E, wanawake wanaume wanawake wote eh, wapo au walishaacha kazi? Hawashaacha, na washajitafuta, nao wamefungua nao biashara zao na wao washafungua biashara zao. Okay, sema basi tunakupa nafasi moja useme kitu chochote kwenye kamera yetu, kitu kama chochote kile, uongee kitu chochote kuhusu chochote kile kuhusiana na ili jambo la matarumbeta la nini, uongee chochote kutoka kwenye nafsi yako yani. Mm, mimi kwa nafsi yangu naomba tu wadada waache kucheza nini uchi. Je, mm. mtu Kija na tena ile ile milioni moja, akikwambia bwana ana kigodoro changu, Sitaki. Utaki kweli hela? Upendi hela? Sipendi. Hela napenda, lakini napenda nitafute mwenyewe. Kumbela, unapenda lakini unapenda utafute mwenyewe mwenyewe. Kwa hiyo unataka kutuambia hata hata mumeo asipotoa hela ndani ya kula, wewe hela unapata na unatoa mwenyewe. E, nafanya biashara. Kuna kawaida moja ambayo wanaume kama ana mimi ninayo nitatoa kuna kawaida moja ambayo wanaume wengi wanapenda sana kuiongea. Kama mtu kaoa akiwa ana hela ndani, kuna zile unamwona kama nyao. Wewe unalizungumzia kwa upande vipi? sote sote sote. Wewe mumeo akikosa hela unakuaga unamwambia nini? utapata tuombe Mungu. Unamwambia hivyo eh? Utapata sababu sio kila siku anakosa, sio kila siku anakosa. E, eh, sawa. Hebu nataka nisikie sauti ambayo anamwambia mumeo ile Sawa, kesho utapata. hembu itoe hapa kwenye maiki. Tuombe Mungu, kesho utapata mume wangu. Okay, watazamaji wangu, wacha pesa, asanteni sana, msisahau kusubscribe.